Karibu sana fansi wetu ya kwetu yaliyokuwa mazuri na yenye kuitengeneza na kuijenga siku huwa yanaanzia hapa kupitia napita tu e, ya anko anko wote dunia nzima nite anko amiri nite ankole. Karibu sana kwenye napita tu ya siku ya leo, ambayo ina nafasi ya kutuongezea la ziada katika yale ambayo ya ziada huwa ambayo sisi bwana e, kila tunapopaita uchao huwa tunapata nafasi ya kuongezea na kitu. Leo tuna nafasi ya kufahamu kuhusiana na benki ya dunia. Wengi tumekuwa tunaizungumza sana benki ya dunia, benki ya dunia, lakini wengi pia tumekuwa hatufahamu eh, benki ya dunia ilianzia wapi. Tupate nafasi ya kujua kuhusiana na hilo, lakini kubwa na angalizo, endelea kusubscribe kwenye channel yetu, endelea pia kutupatia ushauri eh, na maoni mbalimbali, sisi tunayapokea na tunayofanyia kazi, na mwisho wa siku E, tufike kule ambapo tunahitaji pia e, vijana kufika au sio? husiana na, na benki e, ya dunia hii e, ilianzishwa Julai mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na nne kama ulikuwa hufahamu kuhusiana na mwaka basi fahamu ni Julai elfu moja mia tisa na arobaini na nne na ilianzishwa Bretton Woods New Hemisphere katika nchi ya United States. Yes, kama ulikuwa hufahamu kuhusiana na, na benki ya dunia basi kwa ufupi na kwa uchache zaidi ilivyoanzia huko, na hapo ndo kumekuwa e, chimbuko kubwa sana la hili jambo la benki ya dunia. Wengi tumekuwa tunalizungumza, lakini wengi le, ukikutana na mtu haraka tukakuuliza benki ya dunia ilianzia wapi, yawezekana ukakosa jibu, au yawezekana pia kakuuliza mwaka gani ilianzishwa, ukakosa jibu. Lakini leo kwenye napita tu tumeona tuguse na tupite na hili, yapo Ee la faida sana asante. Na shukrani sana kwa kutenga muda wako, tuendelee kuwa eh, pamoja hapa na tukutane kwa majambo mengine pia. Asante na shukrani pia.